Nilifika wilaya ya Tanganyika mwezi wa tatu tarehe 4 na nikaanza majukumu ya huduma tiba asilia. Niliwaita wadogo zangu kwa lengo la kunisaidia huduma hii ya tiba asilia. Nilianza shughuli hii kata ya Kalema, ikiwa na wadogo zangu, lakini tulipofika kata ya Katuma mwenzangu mmoja aliomba akahudumia Kabatini mdogo wangu, nilimruhusu kwenda kuhudumia Kabatini. Lakini pia mimi na mdogo wangu mwingine tulienda Igarura, kijiji cha Igarura cwa huduma ya akiba asiria. Kosa tuliolifanya ni kutumia vipimo vya kitaalamu bila kuwa na utaalamu wa maabara ya vifaa hivyo, hivyo najutia kuwa ni kosa kisheria kutumia vifaa vya kitaalamu bila kuwa na taaluma hiyo kwa kuhudumia tiba asilia. Lakini pia naasa kwa vijana wengine ambao wanatumia vipimo vya kitaalamu kwa huduma tiba asilia, ni vyema wakaacha mara moja, kwa kuwa serikali iko macho inafuatilia. Ni bora sasa tu watumie huduma tiba asilia kutokana na mafundisho yao waliyapata kutoka eneo husika. Katika kumfanyia uchunguzi, tulibaini mambo yafuatayo. Cha kwanza, tulibaini mtoa huduma huyo alikuwa akitoa huduma za kitabibu pamoja na za tiba asili na tiba mbadala, nikimaanisha za kiuganga wa kienyeji, pasipokuwa pia na kibali kutoka halmashauri yetu ya wilaya Tanganyika kumruhusu kutoa huduma ile lakini vile vile tulibaini huduma hizi za kitabibu pamoja na tiba asili na tiba mbadala alizokuwa akizitoa, alikuwa na utaalamu wowote wa kutoa huduma za kitabibu vile vigezo, lakini mlolongo wa kupata kibali kama nilivyosema, kibali vile vinatakiwa viwe na leseni iliyotolewa na Wizara ya Afya kupitia baraza la tiba asili na tiba mbadala ambalo sisi wataalamu tunatakiwa tu verify ili wakizi vigezo vya kupewa kibali cha kutoa huduma kwa tunaweza kuchukua hatua tukishirikiana na vyombo vya usalama, kwa kuwachukua, lakini kufuata taratibu sheria na kanuni za nchi yetu, lakini za Wizara ya Afya pamoja na baraza la tiba asili na tiba mbadala. Tulichukua hatua stahiki zikiwemo za kuwapiga faili kulingana na taratibu mpaka ambapo tumefikia. Wito wangu kwa wananchi wetu wa Halmashauri ya Wilaya Tanganyika Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameongeza miundombinu ya afya kwa kiwango kikubwa ndani ya halmashauri yetu ili kusogeza huduma za afya karibu na wananchi. Tulikuwa na vituo vya kutolea huduma ya afya 25, sasa hivi tuna vituo vya kutolea huduma ya afya takriban 45. Tulikuwa hatuna hospitali ya wilaya, sasa hivi tunayo hospitali ya wilaya. Tulikuwa tuna vituo vya afya vitatu, sasa hivi tunavyo tisa. Tulikuwa na zahanati takriban 20, lakini sasa hivi tunaelekea zahanati 35. Kwa tuna vituo vimesogezwa, niwaombe wananchi wetu tuendelee kutumia vituo hivi vya kutolea huduma za afya kwa sababu vimeongezwa, vina wataalamu lakini, mheshimiwa Rais ameleta vifaa tiba kwenye vituo vyetu. Kwa hiyo huduma zote zinapatikana hapa, pamoja na vijana hao ambao kwa ujumla wamepelekea tukutane hapa kufanya kikao cha kutathmini mienendo ya utoaji wa tiba asilia katika eneo letu. Ni mmoja, tumepokea ripoti ya mganga mkuu wa wilaya, kila ambacho alikikuta kule saiti. Tumewasikiliza, wametambua na kuona makosa yao, kama ambavyo wamekaa na uongozi wa halmashauri na kutimiza taratibu zile za faini ambazo zipo kisheria kwa mujibu wa halmashauri kwenye mamlaka ya kutoza faini. Si sawasawa kufanya udanganyifu kwenye afya za Watanzania. Mmekuta na mmekiri wenyewe kwamba mlikuwa mnawapa majibu ya vipimo ambavyo hamjapima, na kwa msingi huo mnawapa dawa za ugonjwa ambao hawana ni kuhatarisha maisha Tanzania, na kwa sababu walikuwa vili pia mnajipatia kipato kwa njia ya utanganyifu, haikubariki na hamtakiwi kuendelea kufanya hayo mambo, na tafuteni njia halali kama vijana anavojipatia kipato kwenye halmashauri zetu zipo fedha kwa ajili ya vijana na ninyi bado ni vijana, lakini wilaya yetu ina fursa nyingi. Kama mmetoka kule Simiyu kuja huku ama Shinyanga kuja huku, bado hapa Tanganyika kuna fursa ambazo vijana wanaweza kuchangamkia: fursa za kilimo, uvuvi, biashara, ufugaji wa mifugo, ufugaji wa nyuki ambazo hazihatarishi maisha ya mtu anayempatia huduma. Sijafurahishwa kama serikali kuona vijana wenye umri wenu wenye nguvu mnakuwa matapeli. Vyombo vya usalama wamlike kila kona, na wapongeza kwanza kwa kazi indoifanya, ndeleni kumlika bila nini hawa wangefanya makubwa zaidi hapa na mabaya zaidi haya. Wao wenyewe wamekiri. Sasa kama mtu unamwandikia na temperature ya 30 wewe mwenyewe unayeandika hujui, unayemwandikia naye hajui. Sasa watu wamekutana ambao hamjui, halafu tunaudumiana si ndio? Kuangamizana huko hatuko tayari kuona jamii yetu inaangamizwa na vijana wasioadilifu kupitia tukio hili Nawataka vijana wote wayo wazalendo kwa nchi yao, na kuwa mzalendo ya na na tana, ni pamoja na kufanya mambo ambayo yanakubalika kwenye jamii yetu. Na miaka hamsini na tano ndani ya kazi hii ya uganga nikirithi kwa babu yangu so, na kwa baba yangu, najua kuchimba miti. Huu ni mti gani? mti huu mti unasari gani? sawa so. mti ni wa kunywa au sio wa kunywa? Kuna miti zipo miti mingine ni sumu sawa, kama vile za hospitali kuna dawa zingine wanakuta watu, zingine wanywa watu, sawa. Nilitamka huyu ni machinga, yule anayekwenda kununua dawa kwa mganga na kwenda kuziuza, kama otamka yeye ni machinga, sababu so. sababu so. analangua kitu kama vitu analangua nguo, anakwenda kutembeza kuuza.